Kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 42 mstari wa 4 tunaona moyo wa Daudi eh? Tunaona moyo wa Daudi hapa, anasema: naye akumbuka hayo nikiweka wazi eh, nafsi yangu ndani yangu, jinsi nilivyokuwa nikienda na mkutano na kuwaongoza nyumbani kwa Mungu. Daudi alikuwa haendi peke yake kanisani, Daudi alikuwa anaenda na mkutano Halafu Biblia inatuambia alikuwa akiwaongoza nyumbani mwa Mungu. Maanake Daudi alikuwa ni mtu anayewashuhudia watu habari za uzuri wa nyumba ya Mungu, habari za jina la Mungu, na alikuwa akiwachukua, akiwasubiri na kuenda pamoja na mkutano kwenye, kwenye, kwenye nyumba ya Mungu. Daudi anatuonesha uamsho wa siku za mwisho unapaswa kuaje. kwa kwa kitabu cha Isaya sura ya pili kuanzia mstari wa pili pale utaona biblia inatuambia katika mlima wa Mungu wataenda watu makundi makundi, katika mlima wa Mungu. Kwa hiyo, kumbe huu moyo wa Daudi una riflekti uamsho pia una riflekti uamsho wa kanisa wa siku za mwisho, ya kwamba Mkristo, hupaswi kuja peke yako kanisani. Mkristo, unapaswa kuja na kundi la watu, sio tu kundi, ni mkutano wa watu. Fikiria kanisa afikiria kanisani kwako ungekuwa na mshirika kama Daudi, hilo kanisa la watu mia mbili, ingekuwa ni mkutano wa mtu mmoja anaitwa Daudi. Na unaona desturi yake ile ile, anasema kwa sauti ya furaha na kusifu mkutano wa sikukuu. Manake alikuwaga achukui kundi kimya kimya, walikuwaga wanaimba nyimbo barabarani huko anaelekea nyumbani kwa Mungu wanaimba sifa barabarani huku wakielekea nyumbani mwa Mungu. Huu ni moyo wa Daudi. Kataa kwenda kanisani ukiwa mwenyewe, lazima uchukue ndugu zako. Yani, kama ni mtu ambaye anapendezwa na Daudi na moyo wa Daudi umekuathiri, utakuwa na msimamo kama wa Daudi. Daudi hakuwa anaenda kwenye nyumba ya Mungu peke yake. Peke yake, Daudi alikuwa akichukua mtaa mzima na kwenda nyumbani mwa Mungu. Maanake Daudi alikuwaga akiingia tu hivi, nafikiri hata nafasi ya Daudi ilikuwepo kanisani, yaani kwamba Daudi atakuja na watu wake <laughs> saa mbili kamili. Go expect David with a crowd of people. Eh? So nafikiri mashemasi walikuwaga wanaandaa kabisa kwamba hapa jamani, Daudi anakuja na mkutano, so viti viandaliwe hapa, hivi viti atajaza Daudi na kundi lake. Imagine tungekuwa na washirika wa namna hii katika kanisa la siku za mwisho. Na tunatarajia iwe hivi ya kwamba kila Mkristo ajue ya kwamba sio ile tu kubeba ka familia yako, yani wewe we tu na kigari chako eh, mke wako na watoto wako wawili watatu, maskini wao kiro wa kiroho. Biblia inasema tuzae matunda na matunda yapate kukaa, manake tulipaswa kuchukua mkutano na kuongoza kanisani, manake hawa ni watu ambao walikuwa hawajakomaa kiroho, lakini Daudi anawasimamia na kuwaleta kanisani Ingekuwa katika kipindi hiki, anawapigia simu, mko wapi? Mmejiandaa? Jiandaeni. Anawaamsha mapema na barabarani, hanyamazi kimya, akigombana nao barabarani, wanaimba sifa, wanamchapia Bwana sifa barabarani, huku akienda katika nyumba ya Bwana. Imagine tungekuwa na washirika wa namna hii, ingekuwaje, eh? Huu ni moyo wa Daudi. Natamani huu moyo ungeleta picha halisi ya kanisa la, la, la, la siku za mwisho. Pray the Lord. Yes, this is very profound. Okay, ukiangalia pia hata kwenye kitabu cha uh, cha Zaburi Zaburi sura ya hamsini na moja. Utaona Daudi pia alikuwa ga aki... Utaona Daudi pia alikuwa ni mhubiri wa injili. Zaburi sura ya hamsini na moja mstari wa kumi na mbili. Tunaona kitu kingine. Mstari wa kumi na mbili na kumi na tatu. Anasema unifundishe furaha okay, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Daudi alionja maisha ya wokovu. Daudi ilikuwa ni mtu aliyeokoka unaona hapa, alifanya dhambi, lakini anamwambia Mungu naomba unirudishie furaha ya wokovu. Daudi ni mtu aliyekuwa na Roho Mtakatifu, anasema wala Roho wako usiniondolee. Alionja maisha ya kanisa la gano jipya. Angalia sasa, mstari wa 13 anasema, nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. David was a teacher, unaona, alihubiri jina la Bwana. David alionja kipawa cha uinjilisti, huduma ya uinjilisti, lakini the same time, David he was a teacher. Daudi alikuwa akifundisha, tena sio tu marafiki tu, marafiki zake alikuwa akifundisha Aha, wakosaji njia za Bwana. Imagine, nataka watu kama hawa kwenye kanisa, ambao sio wakalia viti tu, sio wajaza kanisa tu, ila ni watu wanaoimba, ni watu wanao wenye uwezo wa kushuhudia watu habari njema, wenye uwezo wa kuhubiri neno, wenye uwezo wa kuwafundisha watu wengine. Unaona, kwenye Ibrania anasema wakati ambapo iwapasapo ninyi kuwa walimu, eh? Huyu ni moyo wa Daudi ambaye natamani na wewe uwe nao. Ukiwa unaenda kanisani, beba na wengine, shuhudia watu habari njema za Yesu, kila siku unakuja na mtu mpya kanisani. That is the heart of David. Mungu akusaidie sana, na Mungu akupe moyo huu Amen.